Tafadhali usisahau kwa kumaanisha kuwa umeielewa na ushare na kwa mtu mwingine. Leo naomba tuongelee madhara ambayo yanawakuta wafanyakazi pale tu wanapoingia kazini, kwa sababu wanasema kutangulia kuona mengi au mtu ambaye umeingia siku nyingi, au umeishi na wale watu siku nyingi, au umekaa kwenye huo mji miaka mingi au kipindi kirefu, ina maana kuna vitu unavifahamu. Sasa si mbaya ukabaki nao vile vitu, ni nzuri uwahadisie na wenzako au uwafundishe au uwaelekeze iweze kuwasaidia pia. Mara nyingi imekuwa kwenye video zangu, mimi nazungumza kitu cha kukuelekeza wewe Mwafrika au Mtanzania ambaye unaingia kwenye nchi ya Kiarabu Gulf, nchi zote za Kiarabu, pasipo kujua nini wanapenda, nini hawapendi, nini kitakuwa salama kwangu na nini kitakuwa hatari kwangu. Yule ambaye anaona mazungumzo haya yananifaa, tafadhali yafanyie kazi na ushee kwa mtu mwingine. Yule ambaye anaona huyu kwa nini anaongea hivyo na nini, unaweza kuachana nayo, lakini pia ni nzuri kuyashikilia kwa sababu yanakusaidia pakubwa sana. Wala naosema oh, dada unasimama kwa warabu unajua sio kwamba nasimama kwa warabu na kuambia wewe mwafrika mwenzangu mtanzania mwenzangu, ili uweze kuelewa kuwa ili niwe salama natakiwa nifanyeje? Please fuatisha hii video mpaka mwisho ili uelewe nini tunaongelea. Leo tutaongelea zile hatari ambazo wanakumbana nazo wafanyakazi wakifika tu kwa Waarabu. Please usiishie hapo, angalia mpaka mwisho. Haya, tuendelee. Kama nilivyowaambia kuwa leo tunaongelea vile vitu ambavyo ni hatari ama wanakumbana navyo wafanya kazi. Cha kwanza ambacho watu wanakumbana nacho wakifika, imekuwa ni changamoto inayochangia, ni matumizi ya simu. Matumizi ya simu, jamani, imekuwa ni tabu kidogo. Yani watu wengi wanapenda picha ni yani, ameingia tu kwenye nyumba ya mtu anataka apige picha kila sehemu, anataka aingie kila sehemu alafu wale watu ambao wamewaacha nyumbani wanataki yani, wanataka wajue, yeye mwenyewe anataka wataalifu nyumba loingia ikoje, watu wakoje, mazingira yakoje, ite hiyo Omani inaisikiaga tu ikoje, uko Ulaya ambako upo kupoje kwao. Nakuta yeye mwenyewe anakuwa na ule munkala na haha, yani anataka achukue kila sehemu, arekodi, achukue video, afanye hivi, apige nacho picha, apige nyumba ya watu, apige vitu vya watu, atume nyumbani au arushe kwenye magrupu au kwa marafiki zake. Hii imekuwa inawakumba watu wengi. Tahadhari kwanza, hujui ile nyumba umeingia ikoje, watu wakoje, mazingira yao yakoje, je, kuna nini humu ndani cha salama na ambacho ni salama kwangu na cha hatari kwangu? Hichi kitu ambacho kimekuwa watu wanakumbana nacho sana, wakifika wanakumbana na haya mama hapo ndo unapojifunza. Anakuambia mtu oh, sijui kapata homa ya akili, homa ya nini, afya ya akili, sijui naiko ile siku hizi mtu ana afya ya akili, sijui kaenda kwa Waarabu kachanganyikiwa, sijui kafika huko kafanyaje, ka mambo kama haya. Vitu ambavyo wanakumbana navyo watu ni kwenda kupekua sehemu hata zisizopekulika, yani anafika mtu atakapekua nyumba yote, alafu hajui kinamkumba nini na hajui kitamkumba nini. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo watu wanatakiwa waiogope sana. Kwa wewe ambao unaingia nchi za Kiarabu, jitahidi hata kama mtu anataka aone mazingira ulipo sijani, usiende kwa pupa hivyo, hujua hawa watu nyumba yao mazindiko yao ya kuji, hujua hawa watu nyumba zao wa maulizi gani, yani hujui, yani hujui kwa yani jumla, hujui unafikaje wewe kupiga picha huko kuchukua video huko kupiga picha kule, umeingia huko, umeingia chumba hichi, mlango huu umefungua, kule umefungua Subiri watu wakuonyeshe, kwa sababu ukifika mwenye nyumba lazima atakuonyesha, kwa unaingilia hapa, unatokea hapa, hapa ndo pakulala, pale pakukaa hapa. Hii subiria uonyeshwe, hii ya kupaparika paparika kila sehemu. Hii ndo madhara ya kwanza watu wanakumbana nayo, kwa sababu unapoingia kwenye nyumba ya mtu ukipekura kila sehemu, hujui vingine utapekura vitu gani. Hiyo inatakiwa watu mwe mnafahamu. Hii ni tahadhari ya kwanza ambayo inatakiwa mtu, hili ndio nayo. Tahadhari nyingine anapokuwa, yani mambo, sawa, ni pale mtu, yani kudandia mambo atasioelewa. Sawa, wewe ni mwongeaji, umeingia kazini na lakini unafika kazini, wewe ni mcheshi na nini, lakini unafika kazini utadandia story. Ukizungumza ukiambiwa hichi na mimi niko toka kuna hichi na hichi, na mimi niko toka kuna, na kuna, na kuna moja mbili tatu, na sisi nyumbani tuna hichi kwahiyo watu wanaanza kukukaleli tofauti yaani, mdomoni stori ni nyingi hatari vipi, kwenu mnakulaa kitu fulani sisi cho watuli hichisii watunakula ichi, si, si, watu, ichi si. Yaani una stori nyingi ficha makucha. Hata kama chakula kwenu kipo una nacho huwa unakijua, yani kwa mbali, ukipende kwa mbali, sio nacho yaani ile ndo mnachanganyikiwani hujui hawa watu watakutafsiri vipi, hujui hawa watu watakuongeleaje na watakuchukuliaje umefika. Sisi Afrika hatuna neno kukaa na baba. Bosi wangu pale kukaa naye karibu, haina shida, kupeana mkono, kusalimia, haina shida. Sisi ndio kalcha yetu hiyo, unasalimiana naye tu na nini. Madam atakuuliza vipi, nyumbani kwenu nyiwe, labda huko kwenu kukaa na mwanaume hivi kuzungumza naye ina shida? Tunakasi, tunazungumza tu sisi naweza nikakaa na shemeji yangu hapa, naweza nikakaa na nani hapa, naweza nikakaa na nani hapa neza... kwa hiyo pale wale watu wanaweza kusoma tofauti mwelekezi, kwa utaratibu ule, mtu asiwe na tahadhari kwako, kuwa hivi uo, wakibaki na mme wangu mdani, atakuwa salama kwetu? Huyu mtu kweli, nilomleta huyu ni salama ndani ya hii nyumba, au kaja kuvunja ndoa? Sio, mnaongea maneno mengi unaongea vitu kiba. Hizo ndo vitu ambavyo watu wanakumbana navyo, wakifika hawajui waanzie wapi. Kwahiyo please please, unayeangalia video hii jifunze haya maneno ninayokuambia kuwa mkimya, kuwa mpole, kuwa mtu hambo ambao unajua nini umekuja kufanya. Haya ndugu zangu, kamera yangu ilizingua kidogo, ilizima chaji, kwahiyo ikabidi niache video nishi njiani, baada ya hapo nije niwarekodie tena. Kwa hiyo nimekuja hapa kukamilisha ile stori ambayo nilikuwa nawaambieni. Sasa yoyote ambaye anaingia Warabuni, naingia kwenye nyumba ya mtu, naingia kufanya kazi, tafadhali usiingie kwa pupa. Hiyo simu isiwe ndio chanzo cha wewe kukuvurugia kazi, au sijui kukuletea matatizo, vitu ambavyo watu wamwelewe ukifika, maana kupiga picha umefika umepiga picha watoto wake, umefika umepiga picha nyumba, umefika tena unataka kupiga video. Watu wanione nyumbani nimekaaje, watu wanataka wajue niko mazingira gani. Hebu kwanza piga na hiyo nyumba tuione, uko mjijani huko mjini au uko kijijini. Unajua ule unapewa moto, halafu ndio nakutana na vitu vibaya. Baadaye tunasingizia u unajua uh, Waarabu kuna mashitani, sijui kuna kitu gani. Hata kama watu kuna mashitani, unaingia kwa pupa kama hizo jamani, uwezi kukutana na matatizo? Kwa hiyo heshimu mazingira ya mtu, heshimu nyumba ya mtu, heshimu mazingira ya kazi, heshimu kazi yako, usiingie kwa pupa. Kama ni vitu utavijua tu nyumba ninaingia yangu ina milango kumi na mbili. Yaani milango mingine sijaingia, lakini naona madam akitoka, nataka niingie niangalie, kwani kuna nini eh? Jamani jamani, mtakutana na vitu ambavyo sio vyenyewe. Alafu hapo ndo nasikia watu wanapata na ugonjwa wa akili. Kuna mwingine alienda mbali zaidi, akasema, unajua hii ya kukutwa na ugonjwa wa, wa home, home, um, ugonjwa hii inaitwa afya ya akili sijui kuna watu wanakutana na ugonjwa na sijui wa afya ya akili kwa sababu ya kukaa ndani sana, kwa sababu sijui hawafanyi yale mambo fulani. Tusitangaze nchi yetu vibaya, kuwa eti yani ndio tunafanyaga zinaa sana, kwa hiyo tuna akili yani tuko sawa, kwa sababu ndio tunafanya hayo ya mambo, yani tuko hivyo. Tusitangaze nchi yetu vibaya na wala tusijitangazie ubaya, tusijiekie kwenye sifa mbaya kwa sababu unakuta nini? kwenye nchi yetu naambia, huyu ni mtoto wa geti kali. Kwa nini? maana ya mtoto wa geti kali ni binti ambaye hatoki, hachangamani na watu ya, akipelekwa shuleni na gari amerudishwa nyumbani na gari, akienda huko sokoni na gari anarudishwa nyumbani na gari, hachanganyikani na watu. Mbona hawapati hiyo nini, homa ya akili? Homa ya akili sijui ugonjwa wa akili sijui homa ya afya ya akili sijui Eti leo hii wewe ukae ukae kwenye kufanya kazi miaka miwili eh, tena sio kwamba utoki nje yani unatoka unaenda paka kutupataka huko, sijui unatoka na madam zako, kutwa mnaenda na gari sijui, mnaenda wake warabu wakae mmetoka, sijui mnaenda kwa mjomba, sijui mnaenda kwa shangazi, mnaenda kwa mama, eh, umekutana na wafanya kazi, umo kwenye simu, umeona vitu vya kila aina, umefungua simu, umeona mitandao ume... upate afya ya akili kwa kukaa ndani kivipi? Vitu vyote hivyo ambavyo umeviona Mm? Ah, watu wanaeneza, unajua yani sijui nini, ukikaa mtu ndani sana unachanganyikiwa jamani. Mbona watu wengi wangechanganyikiwa? Kwa sababu ukiangalia hata kwenye nchi yetu, ndio nimeutoa mfano, kuna watu wana, wanakuwa wana mabinti wanakaa ndani, watoto wa mabosi na anaonaga mtu wa mabosi na muona nje yake. Tuwaulize wanaosoma nao, nani ambaye ashawahi kuwaona wako mtaani, anapelekwa na gari kwenye vipindi vya shule, vikiisha gari iko mlangoni anachukuliwa anaenda nyumbani. Mbona hawapati hiyo afya ya akili o oh? Afya ya akili zinasababishwa na watu kukaa ndani oh? Afya za kuweni na malengo, unajua nini umeenda kufanya, una focus kwenye kazi, una future yako mwenyewe ambayo umepangilia. Kuwa na watoto nyumbani, nina ndugu zangu nyumbani, nina, nina mume nyumbani, mimi ni binti na, natarajia kuolewa, nina mchumba au sina mchumba, Jitunze hivyo tu, ukiwa na malengo ya mambo, kuwa mimi vitu nipo kwenye mstari huu, utabaki salama hapo. Acheni fikra mbaya za kuwafikirisha watu tofauti. Unafika unakuepuka kwenye nyumba ya mtu, unapiga picha huku, unapiga picha kule, yanakukuta yakukuta, unaanza kushingilia, wewe sio mimi kwa hivi na hivi. Hata kama ungekuwa ni wewe kwenye nyumba yako, mfanyakazi kafika, kasha ingia milango yote, kasha piga picha, kashachukua video, kasha tia tiktok na uko TikTok jamani, huko TikTok huko ndo wapo wanaume wanaotafuta hela kupitia online, mtapambana na TikTok.